Unajua uh, mpira ni kitu ambacho inakwenda na talenti ya mtu, na wengi sana walikuwa wanataka wacheze mpira, lakini wachache sana ndio wakafika kwenye pointi sasa ya kucheza mpira. Sasa wewe ulipofika, miaka mingapi ukiwa mdogo, miaka mingapi mpaka ukaona kwamba bwana, mimi nataka niwe mcheza mpira? Sio hilo tu, na kwa nini na ilifikia pointi gani? Ukaona mimi nafikiri katika kucheza mpira nafikiri kipa ndio inanifaa. Hebu tupeleke kwenye hiyo safari kidogo, huku mwanzo mwanzo. Hey, maisha yangu bwana, ya mpira mimi nakumbuka ni hapa hapa Dar es Salaam, maeneo ya Temeke. Temeke ndio mimi nilinini, nilikuwa na nini nacheza mpira watoto wa nini, lakini zamani nadhani kitu hicho kilikuwa sana ni miti, nini street ile mm. ya mitaani yeah. Ehe, watoto walikuwa na nini sana hiyo mm. sasa na mimi mm. lakini sikuwa goalkeeper, nilikuwa mm. nacheza ndani, ndani. ndani. Mm -hmm. Eh, kwaiy nivanza hapo nikacheza ndani alafu au kuchukua muda mrefu mm. baba yangu mm. alikuwa ni mwajiri wa askari wa jeshi la polisi, kwa hiyo okay. Tuliondoka pale Temeke mm. tukaenda ukukurasini ee pale sasa, eh, pale yes. mm. mm. nikawa na nini lakini ile idea ya ukipa ninayo. Kwa hiyo pale nikawa na nini kipa sasa, mm -hmm. nacheza lakini huku nikiwa mwenyewe mm. ndio naona napenda sana kucheza ndani ndani. Kwa hiyo pale nikawa nacheza kipa nacheza kipa, na shuleni nikawa mm. kabisa hakuna nilijua kama ni goalkeeper. Shule mm. kwa mchezaji wa ndani, mshambuliaji mzuri kweli kweli. mpaka nambari za shule. Mm. mm. Yeah, yeah, kuna watu yani wanajua kabisa wao mchezaji wa ndani, lakini kumbe wako mtaani. Mm. Leo goalkeeper na uweza. Mm. Eh, lakini ndio ile tunasema kwamba kuna mpira mtu unaweza kuwa na kipaji mm. na ukampira mafunzo. Kumbe mimi leo goalkeeper ni kipaji kwa sababu sikukutaka. Mm. Lakini nilijikuta mimi nacheza ndani, napenda kucheza ndani. Lakini goalkeeper na upo. Sasa baada ya miaka kumi na tatu baba liacha okay, kazi okay. Kwa hiyo tukahama kule maeneo ya polisi mm, tukaja sasa maeneo ya uraiani huku okay, maeneo ya majumba sita na uwanja ndege pale. Kwa hiyo baba yeah, pale mm, aka nini mji wake nini nyumba pale, tukahamia sasa pale. Maisha alianza pale sasa pale mm, nikakutana na timu ya pale kitongo cha kitongoji cha mtaani pale kwa, kwa timu moja kubwa tu pale nini, ana jina lake naitwa mchaka mchaka chaka mchaka, eh, okay. Kwa hiyo timu hmm, ile mimi mm, nikaanza kucheza tena hapa na hii timu ya mtaani mchaka, mchaka hmm, nikawa nacheza tena ndani ndani, okay, nacheza ndani. Na ulikuwa striker, ulikuwa mchezaji wa mbele mshambuliaji mzuri sana tena, hmm, sana yeye. <laughs> Mkesa alikuwa ananiamini eh, yeye ananiamini, ile inapotokea mbele tatizo, so siku Mm. Kipa wetu, makipa wetu wa kawaida wale hawapo, siku moja moja ndio lakini okay. Nikawa mimi ni mtu wa kucheza ndani.